Na tukirejea kwenye ushoroba wa masuala ya watoto walio na ulemavu ni kwamba ripoti kuhusu ustawi wa elimu ya chekechea katika kaunti ya Kwale inaonyesha kuwa miundombinu kwenye shule nyingi haifai kwa watoto walio na ulemavu. Ripoti kutoka kwa bodi ya ushauri wa jamii ya KIDSCARE imebainisha madarasa na vifaa vya elimu kama changamoto kuu zinazowakumba wanafunzi wa chekechea walio na ulemavu katika kaunti hiyo ripoti hiyo ambayo iliwasilishwa kwa serikali ya kaunti ya Kwale, baraza la kitaifa la watu walio na ulemavu na serikali ya kitaifa, inapendekeza kuongezwa kwa ufadhili wa elimu ya chekechea, hususan wa shule zinazowahudumia wanafunzi wenye ulemavu. Kwanza tunapata ripoti ambayo imepikwa na wananchi wenyewe, kwa hiyo ule uhalisia wa uzuri na changamoto za wale watoto wanaoishi na uwezo maalumu tutazipata kutoka katika mwananchi mwenyewe. Mtoto mlemavu anahitajika pia awe anapata elimu, so mambo na education, mambo na empowerment kwa jamii, lakini pamoja hata na mlemavu mwenyewe iko mambo na social inclusion ambayo imegusiwa pale. Ile mapendekezo ambayo yamewekwa kwa hiyo ripoti, tunaahidi eh, kuyatekeleza tukizingatia zile huduma zetu ambazo tunazipatia kwa ofisi yetu, tuone ni gani tunaweza tukazitekeleza kwa, kwa hiyo ripoti.